Mme wangu, ah, hivi we ni mara ngapi nakwambia sipokee simu yangu? Mme wangu, we kwanini uelewe, mwanamke? Nilisha kukataza mapema sana, sitaki upokee simu yangu. Hivi ni maisha gani tunayoishi, kweli, mme wangu eh? Wakati mingine nashinda njaa, nashindia mkate, enda hata maji eh? kweli Nakosa hata hela mkaa. Mwanamke anapiga simu, umempa raki, bado anaomba tena kuongeza shilingi elfu hamsini. Kweli mmeangu. Eh? Hebu niangalie basi na hali nilokuwa nayo. Na haya ndio unasababisha mimi nisitaki upoke simu yangu, nakwambia nisitaki upoke simu yangu. Eh? Sasa au la kurudia tena, nitakufanya kitu kibaya mbavu. Hivi mmeangu mimi ni nani huko ndani? Kwani nakuwa hivi kila siku mimi? Hivi aliko kwenye ndoa tofauti kama mimi?

Sawa mpenzi wangu, jana nimekosa muda, ndio kaka alikuja hapa nyumbani, kama unavyomjua ukali wake. E, sawa, naomba nisamee mpenzi wangu leo mzee mwenzangu, na ujio huu niliokuja nikuja kupanga tarehe za ndoa. Karibu sana, asante sana kwa mwana ndoa kwa maelekezo alionielekeza nikuja, ni tarehe kumi na tano ndo tulivyopanga kwa ndoa hiyo. Karibuni sana, karibuni sana um, ila kwenye swala la tarehe hii andua ya ndoa tarehe 15 nimesikia na mashehe wanatuambia maswala ya ndoa yanatakiwa mambo ya haraka haraka, lakini sasa, kama unavyojua, haya maswala ni ya kifamilia. Mimi ni waombe hili swala tulisogeza walau tarehe ishirini ili na sisi walau kidogo tupate kujipanga panga kujipangapangaaa. Mm, sawa, nitatenga muda kwa ajili yako bibi. Kwa hiyo huu ndio ukumbagu unaoufanya, sivyo? Huu ndio ukumbagu unaufanya kila siku. Wanatokea wanaume wazuri, wanatokea wanaume wanaohitaji kukuoa wewe, kuolewa hautaki, lakini kila siku upo na hiyo biashara yako hapa mtaani. Hebu nipe simu. Nipe simu. Sasa kuna ujumbe mwingine tena. Ujumbe gani tena? Mwanandoa alivyonielekeza akanambia, pia binti yako abadilishe jina aitwe Rukaiya, jina la binti yangu tena tulibadilisha aitwe Rukaiya? Kwa nini mwanangu abadilishwe jina la Rukaiya? Mwanangu nimempa jina zuri, Warda. Mekuja mmekosa na mpaka leo mnafikewe, sasa na Mnafanya, mnanikumbusha tulikotoka, maana wakati mlivyoleta barua nikaambiwa mimi sifai kumwezesha mwanangu, kwamba sijui atakuwa patikane wali leo. Sasa tena mnakuja na swala la jina. Hapana, ili swala bwana, mimi siwezi kukubaliana nalo. Swala mimi siwezi kukubaliana nalo kwa sababu kila siku mmekuwa na ngonjera mpya, leo neno hili, kesho neno hili. Hapana, ili swala liwezekane, sijui shekhe, kama unakubaliana nalo, maana mimi naona kama wananinyima haki yangu hivi. Hapana, liwezekane ili swala kabisa, mimi. Alhamdulillah, wakafa wa ala salau wsalammannabia bada wl wa i wa ashabihi wa wa man walah. Wa kwanza kabisa niwapongeze kwa hatua ambayo imefikia, hatua nzuri ni hatua ambayo ya kujenga familia zote, kwa sababu malaika wenyewe kutoka kwa Allah tabaraka wataala katika kikao kama hiki, na wao hufanyaje? Huteremka katika kushiriki katika mambo yaliokuwa mazuri, na mimi nishukuru bwana kwa kunialika na mimi katika kikao kama hiki kuja katika neema hii, umeniheshimisha. Tumwombe Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala ajalie kwamba hili jambo wafikiane kwa pamoja, zote nafsi iwe moja, ili mambo yao. Nipe hiyo simu, alafu nakwambia vipi, kujisiria uwezo, si ndio? Eh, tuvua na hii basi, utembee uchi ili tujue kwamba kabisa upo uchi natoka nikirudi nikukute umevaa mtandio kichwani, nikikukuta huko kichwa wazi, natoa ya madude na nyele zako pita ndani. Na hata Mtume swalla alaihi wasallam atufundisha kwamba watoto wetu tuwape majina mazuri, tuitane kwa majina mazuri. Kwa hiyo hivi vyote ni ishara ya kwamba vizuri ndivyo vinavyopendeza zaidi. Kwa katika suala la jina, katika ufafanuzi wa shekhe alivyotumwa kuja kuomba, wala halitakuwa na athari yoyote kisheria kumbadilisha jina ili litumie katika ndoa, wala hakuna tatizo lolote na hayo tayari yameshafanyika, na lile jina ulilompa wewe kama mzazi, walilopewa na wazazi wake la Warda, litabakia kuwa ni jina ambalo linayotambulika kwa lijina hili lilotoka katika uzawa wake aliyopewa na wazazi wake na hili jina analoomba litakuwa ni jina la ndoa yake, ambayo mume ndio amelipendekeza, lakini kisheria wala hakuna shida yoyote, wala usiwe na shaka yoyote usipani kisha wana eh, muhimu ni makubaliano. Lakini pia sio wao wao wamependekeza na kuomba isipokuwa, na hata biharusi mwenyewe mtarajiwa pia ana haki ya kushirikishwa, na yeye pia kukubali hili jambo. Kama atakuwa amekubali na wao wamekubaliana, basi haina tatizo lolote, jambo linakwenda. Wallahu alam. Kunabia mwalimu hili halina shaka yote. Hili ha, hi, halina shaka yote. Basi hina sawa, shukrani. Nimeelewa. We, mbona unielewi? Si nisho kwambia mi sikutaki, mi siwezi kuwa naye na, na mpenzi wangu, mi sikutaki hey, shida yangu nenda, sikatae hiyo, kataa maneno. Nishakwambia sikutaki, taki mimi na mchumba wangu, siwezi kuwa na wewe. Mara ngapi nimekwambia sikutaki? Mbona anake wapo wengi tu? ni mwenye na mimi sana

Umening'ang'ania Misha, kwambia sikutaki, na mchumbangu sha ntolea barua. Imagine ametokea hapa, utantafutia tu matatizo. Sha kwambia sikutaki. Sikiliza, nkwambie hii ndio hiyo mara yako ya kwanza kuniambia unanipenda na mara yako ya mwisho, sita kusikia tena baiza. Unanipenda, unanipenda? Njoo hapa, we ni kijana mwenzangu, una machache, nataka nikuelekeze. Kama kweli unamtaka dada wangu, fika nyumbani utoe barua. Bro ndio, bro ndio, ndio mdogo, nimekuja kwa bwana, nina shida, ndio ndio ushauri kwa sababu yule mtoto huyo, bwana wada, mimi nampenda sana kama unavyojua, ndio nampenda na, na pambana kweli kumpata. Ndiyo. Lakini anakataa sasa. Nimekaa nimewaza nikaona nije kwako, wewe ni mkubwa unaweza kunisaidia mimi. Nimekaa huko unapopita pita huko, hamna wataalamu huko? Sawa ndogo, kwa kifupi waganga wapo, sawa na dawa zipo, lakini sikushauri kutu, kutumia dawa kwenye mapenzi, kwa sababu mapenzi ya dawa, mdogo wangu sawa, so, yanaanza vizuri lakini kuwa ya dumu. Umeona wewe, kaa naye Warda, sawa? So, kaa naye chini, mweleweshe sawa? So, mweleweshe. Najua atakuelewa kibao. Mpaka namwelewesha mara kibao naye kukutana naye mweleweshe, okay. hmm, Yani, na nikataka taka taka kabisa. Mm. Sasa nimechoka kumwelewesha. Mm. Alafu tunataka nipitie njia nyingine hizi ili mm. shike pasipo na hapo, achana na dada angu. Sawa, najua mapenzi ni sia na anachoma moyo, najua sawa, hata mimi mwenyewe, mpaka kaka yako hapa nilipo, sawa, nimewahi kupenda. Lakini wewe ukitumia dawa, sawa, Hawe, utatoboa. Lakini kuna mawili, sawa, unaweza ukatoboa, lakini maisha uh, lakini mapenzi sidumu. Unaona, yaani mimi nachokushauri, sawa we mweleweshe, sawa, kaa naye tena mweleweshe ndo zaidi mweleweshe, lakini ukiona kabisa unamwelewesha hakuelewi, sawa, achana naye ndio. Wanawake ni wengi, kama kuelewi, achana naye, tafuta mwingine ambaye anakupenda kwanza. Yule pengine labda akupendi, umeona ile, wewe unamfosi, unaona. Ila sasa wewe jaribu kutumia, natumia mbinu mbalimbali kumwelewesha ili akuelewe. Sawa, mimi nimekuelewa ila litanichukua wakati kidogo kufikia. Mana mimi a, sio ni yeye nishindwe. Sawa, ena shida mimi nimekuelewa hivyo, mdogo wangu hapo mbele hapo